Ndoto 27 ambazo huja kabla mafanikio makubwa. Mara nyingi kabla ya mtu kufikia mafanikio makubwa, hupitia kipindi cha ishara za kiroho majaribu mabadiliko ya ndani na ndoto zenye ujumbe wa kina. Kwa siku leo tutakwenda kuangalia ndoto 27 ambazo huja kabla ya mafanikio makubwa. Kabla tujaendelea na somo letu, jambo unalotakiwa kulifanya ni kulike video hii kisha kukaa kwa kutulia na kufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Kuna mambo mengi sana kujifunza, lakini pia kama ndo baraka ya kwanza kabisa kuungana nasi na bado hujasubscribe, basi hakikisha una subscribe ili uendelee kupata maarifa zaidi ambayo yataendelea kujenga. Twende moja kwa moja tukaziangalie ndoto 27 ambazo huja kabla ya mafanikio makubwa. Namba moja, ndoto za kupaa au kuinuliwa juu. Ndoto za namna hii ni ishara ya kupandishwa cheo, mafanikio, heshima na kuongezeka kwa mamlaka au ushawishi. Mfano, kuota unapanda mlima na unafika kileleni au ukaota unapaa angani ukiwa una amani, au ukaota umesimama juu ya jengo refu. Mara nyingi huja kabla ya kupandishwa kiroho, kitaaluma au kifedha. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi 75 na mstari wa saba, imeandikwa bali Mungu ndiye ahukumue, humdhili huyu na kumwinua huyu. Kwa hiyo ukijiona ndotoni unapandishwa au unapanda kwenye mlima na unafika mpaka juu ya mlima au ukajiona ndotoni unapaa angani huku ukiwa una amani, ndoto za namna hii ni ishara ya kupandishwa cheo, mafanikio, heshima na kuongezeka kwa mamlaka au ushawishi. Lakini pia ndoto ya pili, ndoto za kuvuka changamoto kubwa. Mfano, ukijiona ndotoni unavuka mto mkubwa, au unavuka daraja hatarishi, au unakimbia na kufanikiwa ku, kupona hatari. Ndoto hii inaonyesha umeshakaribia kuvuka kipindi kigumu na kwenda hatua mpya ya mafanikio. Kwa hiyo ukijiona ndotoni unavuka mto mkubwa eh? uko kwenye mto una, una, una uvuka au unafanikiwa kuvuka mto mkubwa, au unavuka daraja hatarishi ambao daraja limekaa vibaya, lakini ndotoni ukajiona unalivuka ile daraja au unakimbia na kufanikiwa kupona hatari. Akini labda umeota unakimbizwa na wanyama wakali au unakimbizwa na watu wanataka kukudhuru, lakini unafanikiwa kupona eh, wanashindwa kukamata, unafanikiwa kuwakimbia ndoto hii uh, inaonyesha umesha karibia kuvuka kipindi kigumu na kwenda hatua mpya ya mafanikio. Lakini ndoto namba tatu, ndoto za kupokea tuzo taji au zawadi. Yaani ukijua ndotoni unapokea tuzo, taji au zawadi, ndoto namna hii ni ishara ya thawabu, ushindi, heshima na baraka zilizohifadhiwa kwa ajili. Mfano, kuja ndotoni labda unapewa medali, naona labda ndotoni ulikuwa enye mashindano unaibuka kuwa mshindi na unapatiwa medali au unavalishwa taji au unapokea zawadi yenye thamani, hizi ni dalili za malipo ya jitihada zako zinakuja lakini pia ndoto hii inaashiria kuna jambo kubwa utalipokea kwenye maisha yako, lakini ile kuna jambo au jitihada zako pia zitakulipa. Kwa hiyo ndoto hii inakuwa inaashiria, uh, ndoto hii inakuwa inaashiria malipo ya jitihada zako zinakuja, utapokea matunda ya kile kitu ambacho unakifanya, lakini pia ndoto hii huashiria kuna milango itafunguka kwa ajili yako. Lakini ndoto ya nne, namba nne, ndoto za mabadiliko ya maisha mfano, labda unajiona uko kwenye nyumba nzuri, e, nyumba mpya au unajiona unaendesha gari zuri au unajiona umevaa nguo mpya. Ndoto hii huashiria kubadilishwa kiwango cha maisha hadhi mpya na msimu mpya wa mafanikio kwe kwa hiyo kwa mfano unaota umehamia kwenye nyumba nzuri, au unaota umevaa nguo mpya safi, au kujiona unaendesha gari jipya, mara nyingi huja kabla ya kupandishwa daraja la maisha. Lakini ndoto ya namba tano, ndoto za mwanga mkali au mbingu iliyofunguka. Ukiona ndoto ndoto ukaona kuna mwanga mkali au ukaona mbingu imefunguka, ndoto hii huashiria ufunuo wa Mungu rehema kibali na mlango wa baraka kufunguliwa. Kwa hiyo kuona nuru kali au kuona mbingu imefunguka au kuota malaika au sauti ya Mungu ukaota au unaisikia sauti ya Mungu au ukaota Mungu anakusemesha, hii huonyesha kuwa kipindi cha neema na mafanikio kiko karibu. Lakini ndoto namba sita, ndoto za kupanda mbegu au kuvuna mazao, ukija ndotoni unapanda mbegu au ukajiona ndotoni unavuna mazao, maana yake ishara ya matunda ya juhudi zako kuanza kuonekana, au kiota ndoto labda una, unapanda shamba au unavuna mazao mengi au unakusanya mavuno. Ndoto hii inaonyesha mavuno ya mafanikio baada ya kipindi cha subira. Ndio maana ukisoma kitabu cha Zaburi 126 na mstari wa tano, imeandikwa wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za furaha. Kwa hiyo ukiona ndotoni unavuna matunda eh, labda unavuna mazao au una unavuna matunda yaliyoiva, ndoto hii huashiria pia baraka zako ziko njiani, lakini pia ndoto hii huashiria utapata, eh, kile utapata matokeo ya kile kitu ambacho unakifanya. Lakini uh, ndoto namba saba, ndoto za kupewa ujumbe au ramani ya safari. Siku zote kabla ya mafanikio makubwa, Mungu mara nyingi kumfunulia mtu mwelekeo, wito au kusudi lake. Mfano kuja ndotoni unapewa barua hiyo ndoto, labda unapewa barua, unaonyeshwa njia, uota mtu anakuelekeza, ni ishara ya hatua mpya ya kusudi lako. Kwa hiyo ukija ndotoni unapewa ujumbe au ramani ya safari eh, ndoto hii huashiria uh, ni ishara ya hatua mpya ya kusudi lako. Kuna vitu vitafungwa vitaanza kufunguka kwenye maisha, kuna vitu uta utavipokea uta, uta kwa hiyo ukija ndotoni unapewa barua eh, ndoto hiyo inaashiria kuna ujumbe utapokea ya inategemeana. Sasa hiyo barua, baada ya kuipokea ulijisikiaje? Au barua hiyo ilikuwa imebeba kitu gani? Inategemeana na ndoto hiyo, jinsi ilivyokaa. Lakini ndoto namba nane, ndoto za vita na ushindi, yaani ukijiona ndotoni unapigana na unaibuka kuwa mshindi. Siku zote tunasema mafanikio makubwa kuja baada ya mapambano ya kiroho na ya kimaisha. Kwa hiyo ukijiona ndotoni unapigana na kushinda, au unawafukuza maadui zako, au unasimama imara vitani inaonyesha ushindi unakuja baada ya vita. Kwa hiyo ndoto ya vita na ukijiona ndotoni unapigana na unaibuka mshindi. Ndoto inaashiria kuna jambo utalifanikisha kwenye maisha yako. E, lakini pia ndoto namba tisa, ndoto za kukutana na watu muhimu au watu maarufu, yaani ukijiona ndotoni unakutana na watu muhimu au watu maarufu, yamkini unaweza ukakaa na kukutana, labda unakutana na Rais au unakutana na kiongozi wa nchi na yamkini unaweza kuwa huna kabisa mazoea na huyo mtu ambao umejiona umekutana naye yani, ukijiona ndo ukijiona ndotoni unakutana na uh, unakutana na mtu maarufu. Ndoto hii huashiria Mungu atafungua upenyo na kibali kwenye maisha yako. Ndoto hii huashiria Mungu atafungua upenyo na kibali kwenye maisha yako. Inaweza kaa katika kazi, inaweza kaa katika uchumi, inaweza kaa katika biashara na kadhalika. Kondo, ndoto hii huashiria Mungu atafungua upenyo na kibali kwenye maisha yako. Lakini pia ndoto hii huashiria Mungu atafungua connection kwenye maisha yako, Mungu atafungua channel, atafungua connection kwenye maisha yako. Lakini pia ndoto hii inaashiria Mungu atafungua msaada wa hatima au watu watakaochangia mafanikio yako. Mfano, kukutana na viongozi, labda unakutana na viongozi wa taifa au viongozi wa kitu fulani au, au ukajiona ndotoni unakutana mashuru na wafadhili au unakutana na watu mashuhuri, inaashiria milango ya fursa kufunguliwa. Ndoto hii inaashiria milango ya fursa kufunguliwa. Lakini ndoto namba ndoto za uhuru au kuachiliwa huru kutoka katika kifungo siku zote so, mafanikio kuja baada ya kuachiliwa kutoka, uh, kutoka katika minyororo ya zamani kiroho, kihisia au kifedha. Mfano, kutoka gerezani, uh, kuvunja pingu au kuachiliwa huru ni ishara ya kuanza msimu mpya wa mafanikio. Kwa hiyo ukiota ndoto namna hii ukajiona unatoka katika kifungo, ndoto hii huashiria, ni ishara ya msimu mpya wa mafanikio. Ukiona unatoka katika kifungo unatakiwa umshukuru Mungu kwa sababu umeingia katika msimu mpya wa mafanikio. Lakini ndoto namba kumi na moja, ndoto ya kupata kitu kilichopotea. Ukijiona ndotoni unapata kitu ambacho ulikipoteza kila baada ya msimu eh, ndoto za namna hii huashiria kurejeshewa fursa, kipaji, neema au nafasi iliyokuwa imepotea. Lakini pia ndoto hii inaonyesha mzunguko wa mafanikio unarudi kwa nguvu mpya. Kwa hiyo ukijiona ndotoni unapata kitu kilichopotea. aki eh, ulikuwa umepoteza fedha, ulikuwa umepoteza kitu cha thamani, lakini ukakata, ukajiona ndo tu unakitafuta, unakipata kile kitu. Ndoto za namna hii huashiria kurejeshewa fursa, kipaji, neema au nafasi iliyokuwa imepotea. Utarejeshewa, kuna kitu ambacho utakipata ambacho kilikuwa kimepotea. Lakini ndoto namba kumi na mbili, ndoto ya kuvaa sare au mavazi ya heshima maana yake ukijiona ndoto labda umevaa sare au mavazi ya heshima, manake ni kupandishwa hadhi, mamlaka, nafasi ya uongozi. Lakini pia mafanikio makubwa mara nyingi kuja na majukumu mapya. kwa ndoto ya kuvaa sare au mavazi ya heshima, umevaa, umevaa sare au mavazi ya heshima, maanake ni kupandishwa hadhi. Ndoto hiyo yashiria utapandishwa hadhi, lakini pia utapandishwa mamlaka, nafasi ya uongozi kwa hiyo tunasema mafanikio makubwa mara nyingi kuja na majukumu mapya. Lakini ndoto namba kumi na tatu ndoto ya kuwa jukwani au kuonekana na watu wengi. Ndoto hii huashiria umaarufu, ushawishi mkubwa na kutambuliwa hadharani, na lakini pia ndoto hii inaonyesha kipindi cha kufahamika na kuheshimiwa kinakaribia. Kwa hiyo ukijiona ndotoni Aa, uko katika uko jukwani au ukajiona ndotoni upo na watu wengi sana, au watu wengi wanakusikiliza inaonyesha kipindi cha kufahamika na kuheshimiwa kinakaribia. Lakini ndoto namba kumi na nne, ndoto ya kupokea ufunguo, maana yake kufunguliwa kwa milango mipya ya mafanikio. Lakini pia ufunguo ni ishara ya mamlaka ya kuingia katika fursa mpya. Lakini ndoto hii ukijiona labda unapokea ufunguo, ndoto hii uashiria pia utavifanya vitu ambavyo uh, ulishindwa kuvifanya, uta utavifanikisha vitu. Tunajua siku zote ufunguo unakusaidia kuingia kwa akses kwenye mlango fulani. Kwa hiyo ukijiona ndotoni mtu anakupatia ufunguo, ndoto hii inaashiria kuna upeni, utavifanikisha vitu ambavyo uh, uliviangaikia kwa muda mrefu, lakini vitafanikiwa. Lakini pia ndoto hii uashiria kuna vitu ambavyo utafanikiwa kuvipata kirahisi kuliko hapo mwanzo. Kwa ndoto ya kupokea ufunguo, maana yake ni kufunguliwa kwa milango mipya, mafanikio. Lakini pia ufunguo ni ishara ya mamlaka, ya kuingia katika fursa mpya. Lakini ndoto namba 15, ndoto ya kuona maji safi yanayotiririka. Ndoto hii huashiria baraka, neema na kadhalika, lakini pia inaonyesha mafanikio yatakayokuja bila kukwama. Ukiota ndoto ya namna hii, kuona uh, Ndoto, ndoto, maji safi yanatiririka. Ndoto hii huashiria baraka neema na kadhalika, inaonyesha mafanikio yatakuja bila kukwama kwenye maisha yako. Na ukiona maji safi yanatiririka kwa ustaarabu, ndoto hii huashiria baraka neema, inaonyesha mafanikio yanakuja bila kukwama. Lakini ndoto namba kumi na sita, ndoto ya kupokea simu, barua au ujumbe muhimu. Ukijiona ndotoni unapokea unapokea simu au kajiona ndotoni unapokea barua au ujumbe muhimu, ndoto hii huashiria utaipokea habari njema, fursa mpya au wito wa hatima. Kwa hiyo lakini pia ndoto hii ni ishara ya milango ya kazi, mkataba au msaada mkubwa. Kwa hiyo ndoto ya kupokea simu, barua au ujumbe muhimu, ndoto hii huashiria utaipokea habari njema fursa mpya au wito wa hatima, ishara ya milango ya kazi, mkataba au msaada mkubwa. Lakini ndoto namba kumi na saba, ndoto ya kusafiri kwa kasi au kupaa kwa ndege, yani ukajaitu unasafiri kwa kasi au unapaa kwa ndege, maana yake kuongezeka kwa kasi ya maendeleo ya mafanikio. Lakini pia ndoto hii inaonyesha maisha yako yanakaribia kubadilika kwa haraka. Lakini ndoto namba kumi na nane ndoto ya kupokea fedha nyingi au hazina au kitu cha thamani. Ndoto hii huashiria milango ya baraka itafunguka maishani mwako, inaashiria kuvunjika kwa ukame wa kifedha. Lakini ndoto ya namba 19, ndoto ya kuonekana kwa mwanga juu yako, yaani ndotoni kuna mwanga huko ya juu yako unakumilika. Ndoto hii huashiria kibali cha Mungu. Ndoto hii huashiria pia uteuzi wa kiroho na neema maalum lakini pia ndoto kuja kabla ya kuinuliwa kwa nguvu isiyo ya kawaida. Ndoto namba 20, ndoto ya kusimama mbele ya mfalme, ya mfalme au kiongozi mkuu, kiongozi wa taifa au ni kiongozi wa taasisi fulani, ya kusimama mbele ya mfalme au kiongozi mkuu. Ndoto hii huashiria utapokea fursa kubwa maishani mwako, lakini pia ndoto hii huashiria utapokea kibali maishani mwako. Lakini uh, ndoto ya namna hii inaonyesha mafanikio yanayovuka kiwango cha kawaida. Kwa hiyo ukijota ukaona ukaota ndoto umesimama mbele ya mfalme au kiongozi mkuu, ndoto hii huashiria utapokea fursa kubwa maishani mwako. Yani ukajiona ndotoni umesimama mbele ya kiongozi mkuu, inaweza kuwa ni rais inaweza kaa ni kiongozi wa nchi, inaweza kaa ni kiongozi wa eneo fulani, lakini ukajaa ndoto umesimama mbele yake, ndoto hii huashiria utapokea fursa kubwa maishani mwako, lakini pia ndoto hii huashiria utapokea kibali kikubwa maishani mwako. Ukiota ndoto namna hii ukaona umesimama mbele ya kiongozi na kiongozi anakusikiliza akiwa anafurahia, ndoto hii huashiria utapokea kibali kikubwa maishani mwako. Eh, uh, maishani mwako, lakini ndoto namba ishirini na moja ndoto ya kuvuka bahari au eneo kubwa la maji. Ukijiona ndotoni unavuka bahari eh, ukijiona ndotoni unatembea unavuka, eh, ukijiona ndotoni unavuka bahari au eneo kubwa la maji, maana yake kuvuka mpaka wa maisha, kutoka kiwango cha kawaida kwenda kiwango cha juu. Hii ndoto hii pia huashiria ni ishara ya mabadiliko makubwa ya hatima. Lakini ndoto namba ishirini na mbili, ndoto ya kuwa na nguvu za kipekee au mamlaka. Ndoto hii maana yake kuongezeka kwa uwezo huashiria kuongezeka kwa uwezo, kipaji na ushawishi. Mafanikio makubwa huanza unapojitambua kuwa umewezeshwa. Kwa hiyo ndoto ya kuwa na nguvu za kipekee au mamlaka. Lakini ndoto namba ishirini na tatu ndoto ya kuona mlango mkubwa ukifunguliwa. Ndoto hii huashiria utapokea jambo kubwa maishani mwako, lakini pia ndoto hii huashiria kuna mambo yataanza kufunguka maishani mwako. Lakini uh, ndoto nyingine ishirini na nne kwa sababu ya muda naomba niende haraka haraka. Ndoto namba nne, ndoto ya kukua au kuonekana mkubwa kuliko kawaida. Yani, ukawa ndotoni ukajiona we ni mkubwa kuliko kawaida. Ndoto hii huashiria kuongezeka kwa nafasi yako katika jamii, kazi au huduma. Inaonyesha umekuwa tayari kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo ukijiona ndotoni umekuwa mkubwa kuliko kawaida, ndoto hii huashiria utaongezeka kwa nafasi yako katika jamii, utatambulika katika jamii. E, utatambulika. Lakini pia ndoto namba 25, ndoto ya kuwa kiongozi wa watu wengi. aa, ndoto namna hii maana yake ni wito wa uongozi wa mafanikio ya ushawishi. Kwa ndoto ya kuwa kiongozi wa watu wengi, ukajiona wewe ndoto ndokajiona unaongoza watu, eh, watu wewe watu wanakusikiliza maana yake ni wito wa uongozi wa mafanikio ya ushawishi. Lakini pia jambo la msingi la kutambua, mafanikio makubwa mara nyingi kuja kwa, kwa wanaoongoza wengine lakini ndoto namba ishirini na sita ni ndoto ya kuona taji la dhahabu au kiti cha enzi. Ndoto hii maana yake huashiria utukufu, mamlaka na heshima ya juu, lakini pia huashiria kuinuliwa kwa kiwango cha kifalme. Lakini ndoto namba ishirini na saba ndoto ya kuona nyota angani ikikuangazia iki wewe. Yaani ukawa unaona nyota angani lakini nyota ile na kuangazia wewe. Ndoto hii huashiria hatima ya kung'aa, lakini pia ndoto hii huashiria umaarufu na baraka za vizazi. Ndoto hii inaonyesha utaitwa kuwa nuru kwa wengine. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, naomba comment utuambie umejifunza kitu gani. Lakini pia tungependa kutuambie unatufuatilia kutokea sehemu gani. Mungu akubariki sana, nikutakie wakati mwema.